yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya kumi na saba kifungu cha arobaini na tano ya ligi kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao uh, walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio hilo haraka, ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji wa ligi na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo wa, na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo timu mwenyeji wala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 Mchezo wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa mara baada ya shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kuweza kutangaza kuahirisha mchezo kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga, sasa majira ya saa kumi na moja jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kimeweza kufika kwa ajili ya kwenda kucheza mechi dhidi ya Simba Sports Club. Kwa mujibu wa viongozi wengi wa klabu ya soka Yanga, wanaamini bado wao wana mchezo na klabu ya soka Simba, ndio maana wamepeleka timu, kwa sababu hawatambui ni kitu gani ambacho kimeweza kufanya shirikisho hili kuweza kuahirisha mchezo kati ya Simba dhidi Yanga. Na kwa upande wa kikosi cha kwanza ambacho Yanga wanakwenda kuanza nacho leo, golini ni Djigui Diarra namba 2, Israel Patkimu namba tatu, Shadrack Kiboka 4, Dixon Jobu 5, Ibrahim Baka 6, Ucho 7, Maxi 8, Duke Abuya E, tisa, Prince Dube kumi Pako Mzozua kumi na moja ni Clement Mzize. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho kikosi cha kwanza cha Africans ambacho kinakwenda kuanza katika mechi ya Kariakoo Dabi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Kwa hiyo Yanga wao wameingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kufuata taratibu zao vile vile kama ambavyo e, shirikisho zinataka kikanuni uandaji wa mechi. Kwa hiyo ndio hivyo wameweza kuwasili, lakini kwa sasa kinachosubiriwa Je, ni taarifa gani ambayo itakwenda kutolewa na shirikisho hili la mpira wa miguu Tanzania TFF mara baada ya kuahirisha mchezo huu na Yanga Sports Club kuweza kukaidi na kuenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa hii leo.